Kwa jina Dominic Juma Abdallah Mkani ni mwenyekiti wa wachangia damu kwa hiari mkoa wa Dar es Salaam. Nimekuja kwenye hospitali ya, ya Rugambwa hapa ambapo palikuwa na zoezi la uchangiaji wa damu lakini palikuwa na matendo ya huruma kwa maana ya kufanyia huruma wagonjwa na watu mbalimbali ambao wenye uhitaji wa kufanyia huruma. Lakini baada ya hilo palikuwa na tukio la uchangiaji wa damu ambao nimelishuhudia hapa, hakika jambo limeenda vizuri sana. Mm, na wasi ndugu zangu wote ambao hawajachangia damu na wale ambao wanatarajia kuchangia damu, damu inachangia na kuna uko, una upungufu wa damu katika hospitali zetu sasa hivi. But mbaya au nzuri damu ya mwanadamu haipatikani kwa mnyama, wala kuchinjwa kuku. Bali damu ya mwanadamu inapatikana kwa mwanadamu mwenyewe. Na laiti kama ingekuwa damu ya mwanadamu inapatikana kwa mnyama, basi sisi mifugo yetu yote tunaoifuga, wale wenye ng'ombe, wenye mbuzi wangesema damu yangu niwekewe ili mgonjwa akitokea katika sisi, basi atatumia damu hiyo. Lakini la hasha, damu ya mwanadamu lazima itoke kwa mwanadamu. Zoezi hili ubora wake ni kwamba kwanza linakujenga kiimani. Lakini la pili linakujenga kijamii. Lakini la tatu linaunganisha huruma. Kwa hiyo na sisi tuwe na huruma, tuhurumiane sisi kwa sisi. Mimi leo nimechangia damu hapa. Lakini pia inawezekana kesho kesho kutwa mimi kama mhitaji wa damu. Sababu naweza nikatoka hapo nikapata lolote la, la kunipata, siombei hivyo lakini nikajikuta nimetoka kumchangia mtu lakini na mimi leo natakiwa nichangiwe. Katika kipindi hiki cha kwaresma na kadhalika. Usiogope, tuachane na imani mbovu ya watu kwamba ukichangia damu, basi utaanza kupata matatizo. Si kweli. Damu itolewi tu hivi hivi. Wataalamu wakija watakupima uzito, watakupima afya, watakupima pressure, wingi wa damu. Hivi kukubali, naambia bwana wewe ruhusa, sasa kuchangia damu la vikikataa unaambiwa wewe huwezi kuchangia damu. Kwa hiyo tujitokeze sana, tena sana, kwa sana. Asante.